Uh, uh, sasa tutapokea ma maswali maswali. Kwa yoyote mwenye swali anakaribishwa uh, sana. Yoyote e, mwenye swali jamani, nasubiri e, maswali, uh, nasubiri maswali uh, brother Vincent, alituambia wakati gani sa sahihi wakati gani sahihi wa, wa kuanza kuwekeza. Uh, nitakupa ni, ni hii, kama itakusaidia wanasema, uh, ukitaka kuwekeza tumia kanuni hii uh, umri ulionao utatoa kwa mia moja. Kama una miaka thelathini, utatoa mia moja utapata sabini. Anasema eh, ifanye kuwa asilimia ile sabini, wekeza kwenye sehemu ambazo zina riski, kwa sababu we ni kijana eh, bado una uwezo wa kutafuta hata kama utapoteza eh, bado una uwezo wa kutafuta E, lakini ile 30 wekeza kwenye sehemu ambazo ni, ni, ni, ni za uhakika uhakika. E, hata kama inaingiza pesa kidogo, lakini ni uhakika. Kwa hiyo nafikiri unaweza ukaangalia bodemo, unazeeka unatoka kwenye risk unaenda sehemu kwenye uhakika, lakini kama kijana e, jitahidi kuwekeza kwenye sehemu ambazo zina risk kama biashara na kadhalika. Eh, swali pale, nimepata swali moja uh, kwa majina naitwa George Kio Mshura mimi na. Au, maswali mawili uh, kwa Vincent brother Vincent Wega na Mzee Muna. Nitaanza na Mzee Muna, nilikuwa nataka kujua kwa sasa hivi kuna wimbi la imani tofauti tofauti, kuna wimbi la imani potofu, watu wanafanya mambo potofu na wanajinadi mitandaoni kwamba labda wao ni freemasons ndio maana wamefanikiwa na nini, na kuna sisi wengine ambao tunakesha msikitini na kanisani vile vile tunaweza tukawa tujafanikiwa kwa wakati, lakini tupo katika imani sahihi. Mimi swali langu lilikuwa ninataka kujua uh, ni ipi njia sahihi ya kutofautisha uh, jitihada za kimafanikio ya kijana kupitia dhima kuu ya maendeleo baina wanaojiandaa kiimani potofu na wale ambao wanasimamia imani sahihi ambazo zimehararishwa hararishwa, yani ni njia ipi kwa kijana huyo ambaye, uh, usikute imani yake imekuwa neutralized, ajui ya uh, namna hata yakuomba kwa sababu wapeleke uh, kanisani, aende kanisani, ajaimizwa na wazazi wake amepambana huko migodini au wapi, amekutana na watu wanavunja nazi, lakini yeye anasema ni mkatoliki au ni muislam. Hapo sasa, ndo njia ipi imsaidie huyu ya kuifuata kufikia dhima ya maendeleo na mafanikio? Na swali langu kwa bwana Vincent Uhega, ilipo kwenye personal investment, nilikuwa nataka kujua, tumeona watu wengi saa hizi duniani wale wakubwa mastaa wanini wana sign kitu kinaitwa prenuptial agreement prenup. Wana mali: mimi na magari sita, wewe na magari matatu, mimi na nyumba mbili, wewe na nyumba nne, tunaoana. Tukiachana uchukue nyumba yangu, sichukue gari lako. Ni nini hizo agreements? Nitona, nataka kujua, uh, uh, kwa personal investment ambayo mtu anaweza kuwa anafanya, wewe umepambana umetengeneza hizo pesa zako ume, umekuja baadaye unakuja unakutana na mtu unaoana naye si ndio? Ni kitu kipi ambacho kitagaranti maendeleo ya mtu binafsi katika personal investment, ayatakuwa neutralized na ndoa? Yani kwa huku bongo hatuna hizo prenups kwa, kwa, kwa sisi sasa. Huku unakuta mwingine amesha jipata anakuwa neutralized, mke labda ana mali au hana, anapoteza mali zake. Umuhimu gani sasa personal investments wakati kuna kitu kama hicho sasa, ambacho anaweza akakipoteza kwa dakika mbili au tatu kwa kupitia ndoa. Ando alikuwa maswali yangu, unaweza ukawa kama madamtoa mfano hapo, kama huna mpango wa kuoga usivue nguo, lakini ikawa sina Sasa una wakati nikawa kweli sina mpango wa kuoga, lakini nikaingia kama kwa namna ya kupiga passport size, yani kunawa tu alafu nitoke. Sasa namaanisha nikiwa na maana kwamba naweza nikaa sina mpango wa mahusiano fulani au labda kupata kitu fulani, lakini ninapoingia kama kujaribu, nafanya nini? Naweza kutoka kupitia hiyo hiyo hali ya kujaribu kwa namna ambavyo nimetaka kuitafsiri kwamba kama maji utaki kuoga usifanyaje? Usiavulie nguo, basi nimeamua ninawe, lakini kaona ah, kwa nini simalizie tu nipige na niliu alafu nimalizie. Kwa hiyo maanisha kwamba kuna mipango mingine labda ipo baada ya, ya kujaribu ama, huo sio mpango. Hiyo ni moja, lakini la pili, nina mpango mwaka huu nitumie pesa sana. Sasa kama nina mpango tumia pesa sana yajua imekaa kiroho ama kimwili, kwamba ukitoa sana unapata sana. Sasa kuna habari ya si uwe na mpango wa kuchangia harusi kadhaa. Ni, ni role model wangu mimi ametoa kiasi fulani kwenye harusi au event yoyote. Sasa na yeye a, alisema kwamba ukitaka kufika mbali ukitaka kufika viwango vya juu uwe kama mimi, uwe na mitazamo ya kufanya vitu vikubwa sana. Ndio mimi hapa na nani ndogo, labda ni naweza kupokea labda kwa mwezi labda tuseme laki tatu, lakini mimi event ya rafiki yangu ni tatu nzima. E, kama kufurahia ile tendo lakini nikiwa na maana ni hii. Kwenye mpango ni kuna mipango mingine ni sio uhalisia eh, kwa sababu uhalisia tuweze katika mazingira gani? Pia kulingana na hizo concept mbili ambazo tumeelezea hapo, maswali mawili kwa kwa Vincent. Eh, hii ni, ni dhana ya kutumia ili upate, nafikiri utatuambia. Alafu pia kulikuwa na, na swali kutoka kwa George eh, ile prenuptial eh, na riski zingine ambazo zinatokea kwenye ndoa eh, tunajiandaaje au tunapangaje hapo na vitu vingine. Huko bongo anaweza wakashtuka eh, unaenda hadi wakwe wajue, bwana binti yenu amenikuta na, nina nyumba nina baiskeli e, nafikiri anaweza ikawa ni ni mambo ambayo yanaweza yakaonekana sio sio halisi kwa huku Afrika. E, ka, e, karibu brother Vincent. Tukirudi kwenye zana ya tuanze huku nyuma tutaenda mbele. Zana utoaji ukitoa naongezewa. Ndio pia Mzee Muna anaweza kuiongelea kwa sababu ni level mtumishi. Unapobarikiwa, sawa eh? Mungu anakupa viwango pia. Sasa ngoja niongee kama mtumishi. Unapobarikiwa, Mungu anakupa nini? viwango. Tukienda kutoa sadaka, kuna mtu anakuja kwa imani yake, anatoa mia tano, ndicho kiwango alichokuwa nacho. Utajikuta ukipanda, yani mwenyewe umepanda kiwango cha elfu tano, si ndio? Ukitoa elfu moja, kuna nafsi na kukataa mwenyewe, sawa eh? Unapokuwa na, unapokuwa na maendeleo, kuna baadhi ya vitu vinakukataa automatic. Kwa hiyo huyo rafiki yako ni yeye, wakati wake kuna wakati utafika kulingana na exposure na maendeleo. Kuna sehemu ulipofika, sehemu ulipokuwa na kulaga wali wabuku, nafsi na kukataa. Naelewa eh? Kwanza itakwambia pale sio salama, si ndio? Pili, sio tena adhi yangu. Wakati ukifika kila kitu kinafanyaje? Kinajitokeza, kina, kina, kina, kina kwa ule wakati, wakati wa maendeleo ukifika, mpaka marafiki utajikuta automatic, kuna watu ulikuwa nao washikaji, lakini story haziko con... sababu wewe unaongea lugha nyingine ambayo lugha ziendani sawa sawa. Sio roho mbaya, hiyo ni stage development, stage au growing stage, sawa sawa, eh? Kuna baadhi hata wa ndugu zako kwenye ukoo, ukifika utajikuta unachagua mtu ambaye mnaongea, ndio unaongea na watu kumi, lakini unajikuta ukienda sasa hivi unaweza kuconnect na watu wanne tu. Kama akichelewa labda kama kuna shida au kuna msiba, akichelewa kuja anajitwa kwa bize na simu, akija ndio anajitwa na connect story, si ndio? Kwa hayo ndio mambo nilikuwa nafanya conversation na George siku moja, nadhani akambia mimi na rafiki yangu mko Ilaya hapokei simu kabisa. Nadhani ni yeye tulikuwa tunaongea, George au kuna mtu eh, akambia, namwambia mbunge hapokei kabisa, sio kama hapokei, muda mwingi anatumia na watu ambao wana connect story na mfanyaye kuepo pale, si ndio? lakini kuna marafiki ambao anakumbuka, ambao na bado moyo wa kijamii huwo, anarudi chini kutafuta marafiki zako bwana. Kwa mfano tumwangalia waziri Bashongwa anakumbuka marafiki zake aliosoma nao zamani, anawatembelea. Unaweza kutenga huo muda lakini kuna development stage, lakini kuna vitu vinakutenga na watu, lakini kuna vitu vinakutenga kutokuvifanya. Ulikuwa unaweka vocha ya 500 kuna wakati vocha ukimwona mtu anaweka vocha ya 500 <laughs> anaongeaje 500? Yani unajikuta wakati wewe ulikuwa unawekaga before kwa hiyo development stage unajikuta mimi sasa nahitaji vocha elfu hamsini kwa mwezi au nahitaji vocha elfu kumi kwa mwezi au nahitaji weke bando la elfu tano ili mambo yangu yafanyaje? Yaende. Kwa hiyo development stage inakupa pia na aina ya vitu vya kufanya. Kwa hiyo rafiki yako akisema toa sana maana toa kwa nafasi yako. Ukikuta kuna mchango wa kanisa unachangia uki, watu ukipeleka shilingi elfu mbili lakini ndio imekugusa kujenga nyumba ya Bwana au msikiti, nyumba ya Allah, si ndio? Hapo ndo Mungu atakubariki kiimani, kwa sababu ndio nafasi yako ifanyaje? Lakini kama ukiwa na kikubwa, kuna nafsi inasema na wewe huyo, ndo wewe unaingiza hivi. Unajua ile, tukienda kanisani tunakwenda na hela zetu za kuweka huku, afu hela nyingine tunaweka huku, unajikuta automatic ule mkono wa sadaka unakataa, unaenda kwenye mkono wa hela nyingi. Hapo ndo sadaka, neno limekupiga wewe. Tukirudi kwenye issue ya ile mocho marriage, mocho mm. mocho benefit hiyo imekuwa trend kubwa sana hapa nchini sasa hivi, kwa sababu nchi yetu imesha kuwa pia kama kijiji. Tumetoka kwenye lolo tamaduni, zamani tulikuwa tunaoana kwa kuaminiana, utamwambia baba anataka kuoa anakwambia kawe bwa malile, si ndio? Kwa hiyo unaamini yule ukimweka kwenye, unamwambia kila kitu namnafanya, si ndio? Kwa sababu mnaamini utamaduni na mmeconnect family friend, si ndio? Lakini leo everything unapata on the way, kama vile tunavyokulaga chakula kwenda dala pale na nini mombo na, na mahusiano na ndoto tunazikuta huko kwa barabarani shanelewa unakutana na mtu Arusha siku anakwambia, sasa peleka barua kwetu, unaenda huko kule, nenda karibu na Uganda kule kwa wahaya huko chini eh, lakini angekwambia mwanzo kama ndo anatokea kule, ungeshafanyaje? ungesha sepa unashuka, ukishuka, anakwambia panda toyo, panda toyo, panda gari fulani, zile za mwisho ambazo zinaelekea kufakufa umepanda, unashuka, unaambiwa tembea kwa mguu, panda mlima kidogo, si ndio? Akuelekezi mpaka mwisho paka mwisho, yani unajikuta kidogo kidogo Kino kwa na punda na mwanapunda na subiri, si ndio? Kwa hiyo <laughs> sasa sasa hivi kuna kitu kimetokea, hiyo trend, kwa sababu sisi wote tumekuwa kijiji glo tumekuwa glo tumekuwa globalized, lakini tunashauriwa kabla ya kwenda e, kuungana kimaisha, si ndio? Sisi bado tunaamini sisi, mimi ni Mkatoliki na naamini ndoa moja, na naamini kufa kwenye hiyo ndoa e, na hatuamini kwenye kuachana na na ndoa ya Kikatoliki kuvunjika mpaka Papa atume barua, si ndio? na au kivunjwa, manake umemfuma mke wako na mke wako baada ya kumfuma kuwe na shahidi, na au amepiga picha, askofu hapa anaweza kutengua hiyo ndoa. Lakini ukisema tu kuna shida na yeye asema, mtaamua wenyewe kibinadamu. Lakini siku ukifa wewe, ukimleta mke wako mwingine, anambia lete mke wako wa ndoa, unaelewa? Hiyo ni misingi ambayo sisi tulijengiwa kwenye upande wa Katoliki lakini sasa kwa sababu ya mambo yamebadilika, sasa hivi tunashauriwa wakati mnataka kuingia kwenye biashara ya mapenzi, kwa sababu marriage and relationship is two soul business. Ni biashara mioyo mingapi? Miwili. And there is no any partnership business mnaweza kufanya bila ku sit down na kujadili hizo mutual benefit. Bwana mimi mwenzako nina mtoto nje. Si mnasema tunasema si ndio? Yeah. Tayari nilifanya, nilifanya, nilifanya, majaribio ninao watatu. Sawa eh? Nilifanikiwa kupata kiwanja cha ulizi lakini nikaongeza na kimoja. Sawa. Naye atasema bwana, mimi wakati nimeanza ile bumu yangu, kwanza nilinunua nikajenga vyumba viwili. Kwa hiyo mnakubaliana, kwa hiyo ile ibaki vile vile, au ifanyaje? si ndio? from there as always, tangu dunia iumbwe mali za mwanaume ni mali za familia, and you can't escape that, tuachane na mambo mengine sijui mchezaji nani alimwandika mama yake sijui na nini hakuna. Kwa hiyo lazima mkubaliane, na muda mwingine mwanaume lazima kubali kuwa mwanaume, na ndio maana kuna ipindi nisemaga sio kila mwanaume anaweza kuwa mwanaume, kwa hiyo wengine wanaume ni wavulana Ukiamua kuwa mwanaume lazima kubali pia maumivu, kwa sababu ukitaka kuishi hivyo ndani ya ndoa, kusema kwamba niandike, sio niandike dada yangu, niandike nani, haiwezi kumake sense. Ndio mila na desturi za kibantu zinaturuhusu sisi ni familia moja. Kubali kwamba hizi mali ni za familia. Siku zikipotea zimepotea, ni za familia, sio za kwako. Ukiwa tu na hiyo nani, basi unaenda, lakini kama unahisi kama hiyo hutaki, basi mfanye hizo macho benefit kabla hamjaingia, kwamba mimi nina nyumba tatu na magari sita, please, haya magari ni ya kwangu, si ndio? Na yeye atakwambia nina nyumba moja au nina nina ng'ombe wawili. Atasema hizi ni za kwangu. Sasa sasa hivi tukanunue kiwanja kwa Mr and Mrs. Si ndio? Tukinunua gari tuandike gari la familia Mr kwenye kadi Mr and Mrs. Si ndio? Na muandike hiu, Asali, na hii, wasa, hii, Namabu, kamara, hiyo muhtasari mmekubaliana ikiwezekana ili iwasaidie kisheria na mambo kama haya yanaendelea. Hiyo inaweza kuja kuvunja migogoro. Lakini kwa mila na kiziba, za kibantu katika hawa wawili wanaokubaliana, kuna mmoja lazima atamwacha mwenzake, kwa sababu ataona, ah, huyu sio mtu wa kawaida, ukifika kwenye kujadili yeah. Hilo si ndio? Sehemu kubwa ya changamoto ni ni imani imani, hey. Mmoja anaweza kuna mmoja anaweza kuwa na imani nzuri kabisa sana, ah, huyu mpaka kaniambia haya mambo, huyu atakuwa sio mtu wa kawaida. Kuna mwingine ataishi kwa mashaka, si ndio? Kwa lazima uh, naongea na wanaume wenzangu, you have to sacrifice. Na maisha yetu sisi tumeumbwa hivyo, na ndio maana waga tunakufa haraka kabla yao, kwa you have to sacrifice marriage for... for family lakini mda mwingine kama una watoto watatu baki, basi kama unataka watoto wako wasije kufa maskini, kwa sababu siku itatokea mchangamoto, basi waandikie majina, hii ni Alvin, hii ni Alvis, hii ni hii ni ya nani, si ndio? Siku ikitokea naambia, jamani, sisi nyumba yetu ni ile ile, ni ya mtoto fulani, na ile ni ya mtoto fulani, hii ni ya mtoto fulani.